Mwenye kusimamia mambo yangu kutawalia mambo yangu, inawezekana? Yani mimi mtume wa Mwenyezi Mungu nimfanye mtu mwingine wa kusimamia mambo yangu kutawalia mambo yangu? Kul sema hey, Muhammad aghaira Allah, hivi asiyekuwa Mwenyezi Mungu attakhidhu waliya nimfanye msimamizi wa mambo yangu kutawalia mambo yangu inawezekanaje? Wahuwa yutim, naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayelisha. Iweje niwe na msimamizi mwingine wa mambo yangu wakati anayetoa rizqi na anayelisha ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wahuwa yutim, na ile hali yeye Mwenyezi Mungu ndiye anaye ndiye anayelisha meruka hmm. beru, beru, eh? sa, sa, fatiri samawati wal ardh, muumba wa mbingu saba na ardhi kuna Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu saba na ardhi, alafu mimi nimfanye mwingine asiyekuwa huyu, yaani asiyekuwa Mwenyezi Mungu mwenye, mwenye sifa hizi, nimfanye ndio awe anasimamia ya mambo yangu, wakati Mwenyezi Mungu fatiri samawati ndio muumba wa mbingu saba na hii fatiri. Hmm? Mwenyezi Mungu si ndio ameumba, Mwenyezi Mungu ameumba, si ndio al-Khaliq na yeye al-Fatir ina maana ina maana zaidi yani, ina maana, ina maana inayoongezeka kutoka kwenye khaliq fatir. Uumbaji huu ni uumbaji wa kitu ambacho kilikuwa hakipo kabisa, yaani mwanzilishi. Hii mbingu hii sawa, haikuwepo mbingu na hap, hakuna ambaye aliyeumba mbingu ila mwanzilishi wake wa kuiumba mbingu ni Mwenyezi Mungu, ndio ndo Fatir samawati yani, mwanzilishi wa kuumba mbingu Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, wal ardhi, na ardhi, ndio ha? Hapo tunakuja wa huwa yut'im, na yeye Mwenyezi Mungu analisha, ndiye anayelisha wala yut'amu, wala halishwi ha? Kwa hiyo katika dhikri ya chakula mapamoja wakati chakula kinaletwa eh, kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitilie baraka kile chakula, na yeye Mwenyezi Mungu ndo ameruzuku haya. Unaanza kula kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bismillah, mafahamu ile ni riziki aliyoitoa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umwombe Mwenyezi Mungu aibarikie, na usianze kula, umtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukimaliza kula, kuna dhikiri yake, kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio ambaye aliyekulisha, aliye, sio chakula chako, kile ni chake, kule kula ni yeye Mungu, ndio ukakulisha kwa kuna dhikri pale kile kinywaji ulichokunywa si ndio, umwombe Mwenyezi Mungu akibarikie, na unapokunywa utaje jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, na ukimaliza kunywa umshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, yeye ndiye ambaye aliyekuletea kile kinywa. Ndiye yeye ndiye aliyekunywesha haya, na wale waliokukirimu nao wale, usiwasahau pia wale waliokukirimu, Allahumma at'im man at'amana Ee Mwenyezi Mungu walishe wale watu waliotulisha, yani wale ambao wewe umesababisha, wewe umesababisha na wao wakatulisha, na wao vilevile walishe wale ambao Mwenyezi Mungu umewawezesha wakatunywesha. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, na wao pia wanyweshe katika mwezi wa Ramadhani kama huu. maana yake, akala ta'amakumul abrar. Hey, umekula chakula chenu eh? watu wema na malaika wakakuombeni msamaha, sallallahu alayhi wa sallam, malaika malaika wakakuombeni msamaha. Ni Mwenyezi Mungu atujalie tuwepo na tusiwe tupotupo tu. Unajua, tukiwepo kila kitu tunafanya kwa serious hey, na tunamaanisha katika kila kitu, ndio kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hey. Sio kawaunawafuturisha una, una, watu, yaani upo upo tu futurisha na ukimaanisha <totipos> hey. hey. Yaani wewe zungumza na Allah Subhanahu wa Ta'ala, aliyekuwezesha kuandaa daftari na akakuwezesha eh, kwamba ukamfuturisha mtu. Yote hayo fanya ukimaanisha, na fanya ukiwepo, sio sio unaigirizaigiriza tu, ngoja namini, ngoja namini, futurisha <tutu> hey. Futurisha sio, ngoja namini, futurisha. Mungu anakuona katika kila unachokifanya. Mungu anakufuatilia na anakukagua, sipoteze nukta hata moja, osawa sawa. mm. na wakati unayafanya hayo unamwomba Mwenyezi Mungu akutakabalie, akutakabalie. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu, umenipa hii riziki, umeniwezesha kwamba na mimi sasa, eh, ni sababu ya watu wengine kufuturu. Mfano, unazungumza na Mwenyezi Mungu wakati watu wanafuturu pale, unamwomba Mwenyezi Mungu akutakabalie, jahalie katika mizani ya mema yako, hivyo nauhatuliona wa kibinadamu, Mwenyezi Mungu atuondolee. Unaweza ukafanya hivyo, jamaa fai, eh, iko sawasawa? Ake... eh? Hiyo ftari imeonaje? eh? eh? nimejipanga. Mwenyezi Mungu <laughs> atuongoze, Mwenyezi Mungu atuongoze. Kuna watu wanafanya vitu alafu kwa wanamwomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani, wanafanya wanafanya vitu vizuri alafu ndani yake wanamuomba Mwenyezi Mungu awasamee. Ya Rabbi, inawezekana tumefanya ndivyo sivyo. Allahumma ati anfusana, Mwenyezi Mungu azipe nafsi zetu uchamungu wake. Hey, azipe uchamungu, ucha, ucha Mungu wake. Vinginevyo tutafuturu leo, umetufutirisha alhamdulillah, lakini sio wenyewe, tunajua kabisa alladhi yutimu huwa. Allah wewe unaangaika tu, umetufutiria. Kesho jamaa vipi? lafutari ya jana meifurahia, lifutari ya jana, lakini Mwenyezi Mungu atuongoze. Tayeb wa huwa yutim naye, Mwenyezi Mungu analisha, ndiye anayelisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala yut'am wala Mwenyezi Mungu halishwi. Naam, hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala twambia, ya ayuhannas Antumul fuqara ila Allah, enye watu wote, nyinyi wote ni mafukara kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni kuonyesha kwamba sisi ndio tunaohitajia, watu wote wanawahitajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wote Awe mtu ni mfalme awe mtu ni bilionea, vyovyote atakavyokuwa ni mtu. Ya yuhannas antumul fuqara ila Allah, nyinyi ni wenye kuhitajia, nyinyi ni mafukara kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Yeye Mwenyezi Mungu ndio mkwasi. Mwenyezi Mungu hahitajii kwa yoyote, Mwenyezi Mungu hahitaji kwa yoyote eh. Ndio hapa wahuwa yut'im naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye, eh, anaelisha wala wala yutam wala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala halishwi. Nafahamu ya ayuha nas antumul fuqara ila Allah, enye watu wote nyinyi wote ni mafukara, ni wenye kuhitajia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wallahu, na Mwenyezi Mungu huwa lghaniyu Mwenyezi Mungu yeye ni mkwasi, yeye ndio tajiri, yeye amejitosheleza, hahitaji chochote kwa yoyote. Alhamid, Mwenyezi Mungu yeye ndiye mwenye kusifiwa, mwenye kushukuriwa. In yasha yudhhibukum, Mwenyezi Mungu akitaka atawaondoa wote, wayati bi khalqin jadid, na ataleta viumbe eh, vingine vipya. Alafu leo mtu mmoja anajitokeza eti naye anajeuliza misili mm? ni kwa mtu bwana. Aise, nikuambie kitu, ni babaishi bwana, hu nilishi sijui hunifanyeje? <laughs> hu niambie kitu bwana, misili kwako, sili kwako. Haya maneno sio mazuri mm -mm. Kwa lipi mwanadamu, kwa lipi? Jeuri unaipata wapi? Misili kwa mtu. Haya yote ya nini? Ya nini? Haya yaseme Mwenyezi Mungu ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Hivi wewe Mwenyezi Mungu akikufinya tu hapo kidogo haya maneno utayasema tena? Hiyo jeuri unajua umeipata wapi? Anakusikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Una deni eh, la kumshukuru Mwenyezi Mungu nao, na wewe unashika nafasi. Ee bwana Sinibabaishe wana, sinibabaishe eh. Sihitaji chochote kwake ah. Kufumba na kufumbua Mwenyezi Mungu anaweza akabadilisha hali hiyo, jeuri yako ulio nayo o eh? Wakati wote Mwenyezi Mungu anaweza kuiondoa eh. Kama ni afya, wakati wote Mwenyezi Mungu anaweza akakunyang'anya afya. Kama ni ilo chumo, wakati wote Mwenyezi Mungu anaweza akakuondoshea Eh? Kama ni cheo wakati wote Mwenyezi Mungu anaweza kakiondoa kile cheo. Wewe nani bwana? Wewe nani mwanadamu? Awaluhu nutfa tena madhira wa akhiruhu jifatun khadhira Hey, awaluhu nutfatun madhira, mwanzo wake mwanadamu nitone lamanii sawa lenye kunuka vibaya. Waakhiruhu jifatun qadhira mm, na mwisho wake mwanadamu akifa. Allahu Akbar, jifatun qadhira, ndio maanake haraka akazikwe mwanadamu. Asipozikwa haraka hatari, ndio mwanadamu huyo mm. Alafu anatokea mtu mimi, mimi, wewe nani man anta tayyib. kul inni umirtu an akuna awala man aslama hey, tazama habari mpya hii, sema eye, mtume Muhammad weleze umma wako. Kul, sema ee mtume Muhammad, inni, hakika yangu mimi umirtu nimeamrishwa, nimeamrishwa an akuna niwe awwala wa mwanzo man aslama ambaye atakayesilimu mtu wa kwanza kabisa katika umma huu, ambapo mtume wake umma huu ni Mtume Muhammad. Mtu wa kwanza aliyesilimu ni Mtume Muhammad. Mtume Muhammad ndo mtu wa kwanza aliyesilimu katika umma huu na kuna watu wanawadharau watu waliosilimu kumbe hawajui mtu wa kwanza kabisa aliyeslimu ni Mtume Muhammad. Bahati yetu sisi wengine tumezaliwa ndani ya Uislamu, kwamba wazazi wetu wameshakuwa ni Waislamu. Wengine ambao hawakuzaliwa na wazazi wasiokuwa Waislamu wanapoingia ndani ya Uislamu wanasilimu eh? usimdharau mtu kama huyo. Wewe bwana umeslimu juzi juzi, utatuambia nini? Kumbuka, fahamu, elewa, wa kwanza aliyesilimu ni Mtume Muhammad sallallahu. Tena kwa kuambiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu, atangaze kwamba yeye ndio mtu wa kwanza kusilimu katika umma huu kul, sema eh, Mtu Muhammad, inni hakika yangu mimi, umirtu nimeamrishwa, an akuna niwe awala, ni wa mwanzo, man mtu ambaye aslama aliyesilimu, eh, aliyesilimu kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, kwa hiyo awalu man aslama lillahi, wa kwanza lislimu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu katika umma huu, min hadhihi lumma man huwa sayyiduna Muhammad, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam, qul sema, ewe mtume Muhammad, inni akhafu, hakika ngumi mimi naogopa inasaitu rabbi nikimuasi mola wangu adhaba na yogopa adhabu yaumin adhim, ya siku kubwa, ndio hapo sawa sawa. Kul inni umirtu an akuna awwala man aslama wala takunanna, anaambiwa mtume kwa taukidi wala takunanna wala usiwe wala usiwe wala usiwe wewe Muhammad, minal mushrikini, miongoni mwa wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amekatazwa kabisa Mtume Muhammad, yeye ndio muislamu wa kwanza aliyesilimu, alafu amekatazwa asiwe ni miongoni mwa wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa taukidi wala takunanna min minal mushrikin wala usiwe wala usiwe wala usiwe miongoni mwa wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qul, sema e Mtume Muhammad, inni akhafu, hakika mimi naogopa in inasaitu rabbi nikimuasi mola wangu, adhaba yaumin adhim, naliogopa adhabu ya siku kubwa, ya siku ya Kiyama, siku ya watu kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ala ulaika annahum mab'uufuna yadhunnu ulaika annahum li yawmin 'adheem. Siku kubwa imeitwa ni siku kubwa, siku ya kufunguliwa. Yauma yaqumu nasu li rabbil alamin, siku atasimama watu kwa ajili ya eh mola mlezi wa vimbo vyote. Ile ni siku kubwa. Allahumma allahumma ja'al khaira khaira ayyamina yawma yauma nalqaak. Naam. Asema, man yusrafu anhu, yule mtu ambaye atakayeepushiwa eh, yauma idhin, siku hiyo atakayeepushiwa adhabu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. man yusrafu anhu, mtu ambaye atakayeepushiwa adhabu yauma idhin, siku hiyo hiyo siku kubwa hiyo, yauma yakumu nasu lirabbil alamin, la faqad rahimahu, hakika mtu huyo Mwenyezi Mungu amemrahamu ai, eh, maana yake man yusraf anhu aladhab, yule atakayeondoshwa wa adhabu, atakayebushwa adhabu, faqad rahimahu Allah, Mwenyezi Mungu ame amemrahamu. Wa dhalikal fawzul mubin, mona ale yale mafanikio. Umeona hapo eh? Wa dhalikal fawzul mubin, na huko ndiko kufuzu kuliko kuwa kukubwa. Yaani kuondoshewa adhabu siku ya Kiyama ndio kufuzu kuliko kuwa kukubwa. Tutafuteni kufuzu huko kuliko kuwa kukubwa, huko ndiko kutafuta mafanikio. Hakika mafanikio sawa ya hapa duniani na kesho akhira, eh? yako kwenye nini Takwa Allah yako katika kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Naam, wa dhalika al-fauzul adhim, wa dhalika al-fauzul mubin, wa dhalika al-fauzul mubin. Na huko ndio kufuzu kulikokuwa eh, kulikokuwa wazi kabisa, ai an-najah adhahira eh, kuokoka kulikokuwa dhahir